Wepa, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama taifa, tutakwenda kulia alafu tutakwenda kushoto kwa pamoja si ndio? kwa ajili ya kumpa hewa mheshimiwa mwenye, mheshimiwa makamu mwenyekiti amesha kuja kwenye stage, anataka kuzungumza nini, kunakwenda kulia, tutakwenda kulia. Tutakwenda kushoto. Tutakwenda kulia. Asante sana, tuko pamoja sana. Mheshimiwa karibu sana uweze kuzungumza na Mbarali. Haya. asante sana Mbarali people people sasa watu wa mabadaka mmetisha sana uongo kweli bwana OCD siku ile ungeniacha nisalimie hapa nisingerudi sasa nimerudi na usikilize ntashughulika na wewe tashughulika na bosi wako kwa sababu nyie ni miongoni mwa watu mnaohusika kuharibu sana nchi hii. <coughs> na nitakufundisha kushughulika na wewe katika aina ya kukufundisha, kwa sababu wakati mwingine mnakuwa mnaharibu sana, na unaharibu mpaka unaharibia na watoto wako. Nchi hii tunataka tuijenge iwe sehemu bora hata kwa ajili ya watoto wako na wajukuu zako, kwa sababu hawa mnaotaka kuwabeba na kuwatetea hawabebeki. Nchi imeisha washinda, miaka sitini na tatu wamechoka, hawabebeki. Sasa ndugu zangu, watu wa Mbarali, katiba yetu hii hapa ibara ya nane inasema hivi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki ya kijamii. Kwa hiyo hey, wananchi ndiyo msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii B kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, si serikali itawajibika kwa wananchi na di, wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa, ma, kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Sasa tuanze na namba moja. Hey, inasema hivi Msingi wa mamlaka na madaraka yote ni wananchi. Kwamba nyie, huyo OCD, mamlaka ulionayo ni ya wananchi, hao ndio wamekaimisha kwako. Na lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa watu, ustawi wa wananchi. Kustawi maana yake nini? Kukufanya uwe na maisha bora zaidi, ndiyo maana ya ustawi na d serikali itawajibika kwa wananchi, kwamba wananchi wakisema tunaenda kushoto, serikali inapaswa kwenda kushoto kwa sababu wenye nchi wamesema hivyo. Sasa ukisoma ibara ya 26, inasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kila mtu ana wajibu wa kufuata katiba hii. Ibara ya 27, watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi hii pamoja na kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhirifu. Sasa hiyo ni katiba inasema hivyo kwamba sisi wananchi wenye mali tutakuwa na wajibu wa kupiga vita ubadhirifu wa rasilimali za nchi na kulinda mali za nchi yetu. Bahati nzuri hii ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia sana, ni nchi iliyobarikiwa kuliko nchi nyingi duniani. Tuna rasilimali ambazo haziko kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano. Ukiichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja zina kilomita za mraba laki nane tisini, sisi peke yetu laki tisa na arobaini na tano. Mkoa wenu wa Mbeya una ukubwa wa kilometa za mraba elfu thelathini na tano na mia tisa hamsini na nne nchi ya Rwanda ina kilometa za mraba elfu ishirini na mbili kwa hiyo Mbeya ni kubwa mara mbili kuliko nchi ya Rwanda. Rwanda ina watu takribani milioni kumi na kitu, Mbeya wakazi wake wote hawafiki milioni mbili na nusu tunapokuja Mbeya tunaambiwa mkoa ambao ni mkubwa kuliko Rwanda, watu wake wanahangaishwa na eneo la kulima, watu milioni mbili. Nchi ya Rwanda ina watu milioni tisa, kumi, kumi na mbili kwenye sehemu ndogo kuliko Rwanda, kuliko Mbeya, hawana shida ya kilimo, hawana shida ya nini wanauza maziwa nje ya nchi kuliko sisi. Hata sisi tumeagiza maziwa kutoka Rwanda. Unaelewa kwamba hatuna viongozi katika nchi hii, kwa sababu tuna kila kitu, lakini hatuwezi kutumia rasilimali hizo. Nchi hii ndugu zangu, ni nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika la pili duniani, ziwa Victoria. Ina madini yanaitwa Tanzanite, yanapatikana Mererani, Arusha, ya hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania, na madini ya Tanzanite yanatoka hapa. Kwa takwimu za serikali ya India, yanaajiri watu milioni sita India wenye permanent job, kazi za kudumu zinazotokana na rapidari, ukataji wa madini uchongaji wa madini ya Tanzanite. Na India ndio nchi inayouza madini ya Tanzanite kuliko nchi nyingine yoyote duniani, madini yanatoka Tanzania. Watoto wenu wanakwenda shuleni, wanafundishwa panzi na miguu mingapi. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchimba Tanzanite yenu ikawatajirishe wao, nyie mnabaki mnasoma madudu kwenye shule zenu. Tuna madini yanaitwa nickel na cobalt. Yanatumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu. Yanapatikana Kabanga. Ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ukianzia kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Bukombe ni dhahabu, ukienda Shinyanga ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Nzega ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu, ukienda sh... ukija Mbeya Chunya ni dhahabu. Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi. Na hapa Mbarali ni dhahabu, kunaenda Rwangwa ni dhahabu. Watu wetu ni maskini katikati ya utajiri. Nchi yenye almasi, ukienda Mwadui Shinyanga kuna almasi. Mbuga kubwa kuliko zote duniani ziko Tanzania. Seruhu ina ukubwa kuliko nchi ya Israeli mbuga zetu, ukichukua mbuga ya wanyama ya Serengeti, Ngorongoro, Katavi, Manyara, Seru, ukiziunganisha pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda na Burundi ukizikombai. Mbuga zetu ni bora duniani, tuna maji, tuna ardhi, tuna kila kitu kinachohitajika. Ukienda hapa Rudewa, Njombe kuna chuma, mlima unaitwa Mchuchuma, mlima wa chuma. Alafu Mungu alivyotupenda, akatuwekea na mlima wa pili unaitwa Liganga, akaweka makaa ya mawe. Makaa ya mawe yanatumika kuzalisha umeme wa kuyeyusha chuma, alafu mchanga wa kusafisha chuma akauweka hapo Iringa. Chuma chetu tunaweza kuchimba miaka mia moja hakijaisha kiko Tanzania. Ukienda Mtwara, tulikuwa Mtwara na ndicho kilichosababisha wamemkamata Lissu na kumpa kesi ya uhaini, nitazungumza. Ukienda Mtwara unakuta gesi futi za ujazo trilioni 54.5 gesi tunaweza maelfu kwa maelfu ya miaka tuna bahari ambayo ina urefu wa kilometa elfu moja na mia sita kutoka Mtwara mpaka Tanga na tuna noti kwa maili mia mbili kuingia ndani. Tumebarikiwa kila kitu. Niliwahi kumsikia rais wa Brazili anasema Mungu ni Mbrazili kwa jinsi alivyowapendelea, nikasema huyu hajui Tanzania, inawezekana Mungu ni Mtanzania. Hakuna nchi nyingine yoyote duniani iliyopendelewa kama sisi. Ukienda pale Mpiji, Dar es Salaam, maji yaliyoko chini ya ardhi ya nchi yetu, wamesema wakiyatoboa nchi itazama. Ni nchi ya tatu kwa kuwa na maji mengi baridi, maji bora kwenye dunia hii. Watu wetu ni maskini katikati ya utajiri. Miaka sitini na tatu baada ya uhuru wa nchi yetu tunazungumza kuhusu matundu ya choo shuleni, tunazungumza kuhusu madawati. Watu wanafikiria wasafirishe watu wao wawapeleke mwezini, ikitokea vita ya dunia wawe na uwezo wa kuchukua watu wao wawaokoe kutoka dunia hii. Sisi nchi tulizokuwa nazo zimetuacha. Korea wamepigana vita ya wenyewe kwa wenyewe, Korea Kaskazini na Korea Kusini mwaka hamsini na tano, vita iliyoua watu milioni sita, miundombinu yote ikaisha. Korea ikaanza, watu walikuwa na shida y Korea walikuwa na kula mizizi ya miti na matawi ya miti. Leo ukiona simu ya Samsung ni Korea, ukiona TV ni Korea, ukiona spika ni Korea, ukiona gari inaitwa Hyundai ni Korea. sisi hatuwezi kutengeneza hata njiti ya kutolea nyama kwenye meno, miaka 63 baadaye, baada ya uhuru.